Asante kwa kuendelea nasi kwa wakati huu. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania, na kumbuka tamati yetu ni majira ya saa sita kamili za mchana. Kama kawaida, ndani ya Viwanjani tumekuwa na mahojiano na watu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya michezo, na leo ni bahati ya kipekee sana, ambapo mwenzangu Timzo Rosemary Karugira amefanya mahojiano maalum na Luteni Kanali Javan Bwai, kamanda kikosi Mbweni JKT kuzungumza masuala mbalimbali kuhusiana na michezo, na hii ni mahojiano maalum kama kawaida. Ni siku nyingine tunaendelea na exclusive interview na leo tumetinga katika kambi ya JKT Ukumbweni, lakini ni ndani ya jiji la Dar es Salaam na leo tunakwenda kuzungumza na mkuu wa kikosi hiki cha eh, hapa JKT na si mwingine ni Luteni Kanali Javan e, Bwai ambaye atakwenda kutueleza mengi sana. Eneo hili la Mbweni JKT lina vitu vingi sana vya michezo, na vingi kama nitakuwa nimevisahau. Wanao uwanja wa Meja Jenerali Samuio, uwanja ambao unatumika e, kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini ni mmoja ya uwanja ambao umekubalika kwenye viwango vya shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya FIFA kutumika kwenye michuano ya chani kwenye upande wa mazoezi. Hii inaonyesha ni kwa jinsi gani e, upande wa JKT wameamua kuwekea kwelikweli lakini kwa hivi sasa eh, tayari wapo kwenye ujenzi wa dakika za lala salama, uwanja wa ufukwe eh, wa bahari kwa maana ya bichi soka, lakini wana, volleyball, uwanja wa volleyball wanao netball, lakini mbali ya hivyo vitu kama umeamua kuja kutumia fasiti zote hizo za kimichezo zilizoko hapa basi utaweza kupata eh, vivutio mbalimbali mbali, vya wanyama, unaweza ukapata hoteli ukalala huku na ukaweza kuenjoy eh, si michezo tu, lakini ukaweza kupata hata utalii wa ndani na vingine vinginevyo mkuu na. Hongera sana. Asante sana, asante. Na karibu, na, mna vitu vingi sana lakini, kwako tukuachie utufafanulie vitu vyote, hasa pengine ambavyo mimi nimevisahau, ambavyo mnaviwekeza humu ndani ya eh, JKT huku Mbweni. Mbweni JKT ni kikosi cha jeshi na ni kikosi kinachopokea vijana wanaopatiwa mafunzo ya jeshi la kujenga taifa baada ya kumaliza yale mafunzo ya awali ya miezi minne. Kikosi chetu licha ya kutekeleza majukumu makuu matatu ya kuundwa kwa jeshi la kujenga taifa, kwa maana ya malezi, kutoa malezi ya vijana wa Kitanzania, kuwapatia vijana shughuli za uzalishaji mali na kuwapatia mafunzo ya ulinzi, lakini vile vile kikosi chetu kimepewa majukumu ya ziada nayo ni kuwa mlezi wa timu teule za michezo za jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo hapa kwetu Mbweni JKT ni walezi wa timu teule za makao makuu ya JKT ziko tatu, ziko nne. Ya kwanza ni timu ya mpira wa miguu wanawake na wanaume JKT Queens pamoja na JKT Tanzania. Tanzania. Lakini pili ni walezi wa timu wa, ni walezi wa timu ya volleyball wanawake na wanaume, ni walezi wa timu ya handball wanawake na wanaume, na vile vile ni walezi wa timu ya kuogelea wanawake na wanaume. Kwa hiyo kwetu, unaweza ukatuangalia katika sura nyingine kama ni kitovu cha malezi ya michezo hapa kwetu, mlivutiwa na nini kusema kwamba e? Mara nyingi tunajua timu ya JKT Tanzania mara baada ya kupanda kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kambi yake iko hapa mkaamua kwamba wacha uwanja wetu huu tuuboreshe. Ulikuwepo tu uwanja, watu wa kawaida kawaida kufanyia mazoezi miaka hiyo, lakini hatimaye mkaamua kufanya kuwa uwanja bora wa kisasa, na mpaka leo hii unatambulika. Naweza kusema kwamba e, kafu amesema sasa uweze kutumika kwa ajili ya Eh, mazoezi eh, kwenye michuano ya chane ambayo itafanyika hapo mwezi Agosti mwaka huu, uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Hili jina ni la mkuu aliyewahi ku, kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa, sasa hivi ni mstaafu, lakini yupo hai. Ndipo wazo lilipoanzia kwake, na tuliuanza kwa levo ya mabati lakini hapa katikati, mabadiliko yakafanyika ya, ya wakuu wa JKT mbalimbali, walianza kuboresha huo uwanja katika sura mbalimbali mbali. Lakini pongezi kubwa ziende kwa mkuu wa JKT wa sasa ambaye alijitoa na na kuboresha kuboresha mpaka Yes, leo sa... hii tunaona Yes. Ni uwanja umekwalify kwa vigezo vya CAF. Hakika. Kwa ajili ya kufanyia mash... mazoezi timu zitakazoshiriki mashindano ya CHAN. Ni, u... ni u... uwekezaji mkubwa umefanyika. ni... ni utashi mkubwa aliokuwa nao afande wetu Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabere kuamua kupambania huu uwanja uwe kwenye hadhi tunayoizungumzia sasa. M, kwa hivi sasa licha ya kwamba jinsi ulivyo e, mna plani yoyote ya kuboresha zaidi ya hapo? Plani zipo. Kwanza utafungwa taa. Kwa kitendo cha kufungwa taa, huu uwanja utakuwa na uwezo wa kuchezwa usiku na mchana, lakini vile vile ni uwanja ambao tumeupambania uwe na nyasi za asili, tumepukana na nyasi bandia. Huu uwanja bado unaendelea na maboresho Malengo ya afande mkuu wa jeshi la kujenga taifa, uwanja uwe na uwezo wa kubeba watu waliokaa, watazamaji waliokaa elfu kumi wow, na tano tayari. Mashariki, kusini pamoja na magharibi majukwaa yapo. Kwa hiyo baadaye uwezeshwaji ukiendelea hapo upande wa kaskazini na kwenyewe utafungwa majukwaa, tutakuwa na uwezo watu elfu kumi na tano waliokaa mechi zinaweza zi, mechi za mpira wa miguu zinaweza zikachezwa usiku na mchana. Ni hatua kubwa sana kwa nchi, ni hatua kubwa sana kwa jeshi letu. Siku mnasikia TFF imewaletea taarifa rasmi kwamba moja katika viwanja e, vilivyokaguliwa na uwanja wenu umepata baraka ya timu zitakazoshiriki michuano ya CHAN, utaweza kutumika kwenye mazoezi tulipokea kwa furaha, lakini hata kabla ya hayo maamuzi kutokea, hapa katikati kulikuwa na kamati mbalimbali, zilikuwa kamati za ndani ya nchi, kamati ya kafu, zilikuwa zinafika, boresheni nchi, fanyeni nchi, boresheni nchi. Baada ya taarifa zile rasmi kutoka, mkuu wa jeshi la kujenga taifa alisisitiza sisi watendaji wake to maintain standard ili tusimdondoshe tu maintain hiyo standard na hicho ndio tunachopambania sasa. presha yake ilikuwaje hiyo? Maana mkuu anasema, na licha ya kusema, ninyi mnaona kwamba kwa nini anasema ni faida ya nchi kwa ujumla na si JKT pengine peke yake? presha ilikuwaje hapo? Tulilazimika kuitisha kikao cha dharura eh, kamati tendaji Ntio. kueleza huo msimamo na maelekezo ya afande mkuu wa jeshi la kujenga taifa la kutaka wakuwa tayari kafu, wamesha urekomendi uwanja kutumika, ni wajibu wetu sisi tulio na huo uwanja kuhakikisha tuna tuna maintain hizo standard walizozitaka. Tunafanya maboresho madogo madogo, ili wenzetu wakija kufanya ukaguzi usiwe na maneno maneno, huu uwanja. Na hicho tunashukuru Mungu tumekifanikisha, viongozi mbalimbali wakipita, kweli wanaona eh jeshi kuwa na uwanja ni kitu kikubwa, na bahati nzuri uwanja wetu tunaotumia vizuri, wanaoingia hapo tabu wanaipata, tabu wanaipata. Kwa nini unasema tabu wanaipata? Si home ground, uwanja wa nyumbani, una facilities zote. Uwanja wa nyumbani kwa wachezaji wetu, wanawahesabu mashabiki kama ni wachezaji, wachezaji wa kumi na mbili pressure inayopigwa kutoka kwa mashabiki, kelele, kushangilia. Mchezaji anajiona kweli nipo nyumbani kweli, napaswa nipambanie timu yetu iweze kupata ushindi na hiyo pointi tatu zibaki. Naam, tunashukuru Mungu tunautumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani. Vipi mnapokuwa mwenyeji vinaikuja hivi vilabu vyenye mashabiki wengi Yanga pamoja na Simba, mna maintain vipi pressure na kuwafanya nao wakaona kweli wamekwenda ugenini. Maana licha ya kwamba ni michezo lakini uwanja uko ndani ya jeshi e, mna, kwanza tu, tuanze, maana hapo kuna vipengele vingi. Mnawezaje kwanza ku maintain ile pressure yao mashabiki, na kwa sababu uwanja sio mkubwa sana? Taratibu ni zile zile zinazingatiwa. Shirikisho la mpira wa miguu kupitia ligi, bodi ya ligi ilitoa training kwa masteward au wasimamizi wa uwanja. Kwa hiyo hiyo training hata hapa kwetu iliendeshwa mm kwa hiyo tuna kwa kutupitia wale waliofundishwa mambo yanaenda vizuri kabisa, mambo yanaenda vizuri lakini, kwa upande wa timu, benchi la ufundi, viongozi wa timu, kwa hizi mechi kubwa kubwa lazima wakae chini, wachezaji wapit, wa, wa, wa, wapewe nasaha mbili tatu, jamani, kesho tuna mechi au leo jioni, ya leo tutakuwa na mechi. Mechi nchi nzima wanajeshi wote wanaiangalia, achilia mbali yao mashabiki, ni wanajeshi yote, mpaka wakuu wetu wanaifuatilia wanai... wanai hii mechi. Kwa hiyo unapocheza uwanjani, jua huko ku... u... kwenye screen ya afande mkuu wa majeshi anaona, mkuu wa JKT anaona <laughs> Kwe un... un... wanajiona wachezaji wa jeshi lote la Tanzania, eh, wanapambana, wanacheza vizuri na ndio unaona mambo yanavyokuwa ukiwa timu kubwa kukuukukakala utaambulia draw lakini kufungwa kipigo kipo cha kizalendo, kila anachoeleza Bwana Masaubu ile naam. Nini plani yenu ya baadaye? La kwanza ni kukamilisha mzunguko wa majukwaa, ili uwanja wetu uweze kubeba idadi ya wa mashabiki wanaoangalia mpira elfu kumi na tano waliokuwa wamekaa Mpango wetu wa pili ni kuhakikisha taa zinafungwa ili mechi ziweze kuchezwa usiku na mchana. Mpango wetu wa tatu ni kuhakikisha huyu shabiki anayeuangalia mpira amekaa, tutamtengenezea shedi ili mvua na jua likiwa linapiga lisimpate, awe comfortable. Awe comfortable, ndio mipango yetu na hivi karibuni mmeanza eh, matengenezo ya uwanja wa bichi soka, mmewaza nini kuongeza kitu? Na tunaona eh, hata kabla hujamalizika dakika za Dar es Salaam, lakini ni uwanja ambao utakuwa uwanja bora, kwa sababu kwa hapa Tanzania hatuna uwanja mzuri kiasi hiki. Kuna mazungumzo yalifanyika kati ya viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania viongozi wa michezo wa timu za jeshi pamoja na afande mkuu wa majeshi. Kwenye mazungumzo yao, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Wallace Karia ali, eh, alitoa ombi kwa afande mkuu wa majeshi ya kusema kuna mchezo wa bichi soka, bichi soka, ambapo nchi nyingine hata jirani zinazotuzunguka zimeweza kufanikiwa vizuri kwa sababu huo mchezo hizo nchi zimeweka zaidi jeshini. Kwa lile ombi lilipotolewa kwa afande afande, bila yana alikubaliana na hilo ombi, akasema jeshi litawasapoti tulitisha kikao cha kamati tendaji, tukawaambia na jamani, kuna fursa imetolewa, kwa hiyo ipo haja ya sisi kuanza matengenezo tushukuru makao makuu waliliona hilo. Kabla hata uwanja hujakamilika tayari, tukasikia tunaletewa maelekezo, yametoka, kozi itaendeshwa ya makocha wa mchezo wa bichi soka jeshini. Hiyo kozi inaendeshwa na kusimamiwa na Shirikisho la Mpira wa Miguu Nchini. Hata alipokuja katibu mkuu pamoja na rais wa shirikisho la soka waliuona uwanja na wakavutiwa nao. Wameahidi wataileta hata timu ya taifa ya bichi soka ya bichi soka kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwetu tulijaribu kutanuka, kwa sababu tunajijua tuna jukumu la malezi ya michezo. Kwa hiyo tuliutengeneza uwanja ambao unaweza ukaaccommodate michezo takribani saba pale, michezo ya ufukweni takribani saba. Mpira wa miguu ni mmoja wapo. Vo, beach volleyball ni wapili, beach handball ni watatu. Lakini kuna michezo kama badminton. Yes. Kuna michezo kama basket na yenyewe inaruhusu kucheza ufukweni. Kwa hiyo uwanja wetu huu ni kiasi cha kuhamisha tu seti ya magoli. Kama sasa hivi tunaamua tucheze volleyball. Yes. Ile, tunaweka volebo. Mpira wa miguu tunaweka mpira wa miguu hivyo, na tumeugawanya uwanja kwenye fezi tatu ya ujenzi. Fezi ya kwanza tulianza na pitch, tumeikamilisha. Fezi ya pili sasa hivi tunaenda nayo ni ya majukwaa, majukwaa ya chuma pamoja na majukwaa yaliyojengewa kwa, kwa tofali na manazege. Ndio tunakimbizana nayo sasa hivi tuko kama asilimia sabini Fezi ya tatu, katikati ya majukwaa kwa nyuma, tutajenga jengo litakalokuwa na wa changing room nne. Tutajenga hilo jengo litakuwa vile vile na chumba cha waamuzi, chumba cha madaktari, chumba cha cha meneja wa uwanja, chumba cha waandishi wa habari, pamoja na eneo kwa ajili ya viongozi kupata kupata chumba kidogo cha mikutano kwamba mara pale kunapokuwa kuna pukua, kuna half time au kabla ya mchezo kuanza yeah. Basi wale wa VIP wanaweza wakakutana pale kuonyesha mchoro ambao tayari pindipo ukikamilika uwanja utakuwa vipi. Hii Mbweni JKT Sports Beach Arena itakuwaje? Tutaweza kuipata kwa sura hiyo. Washiriki walikuwa takriban ishirini na nne yeah, ambao wa, amba wa walishiriki. Mna wasaidia vipi kuona kwamba wamepata hii elimu eh, lakini wasibaki nayo na tu wakawa kama wamepata tu vyeti na kuvitundika? Selection ya hawa walimu wametoka kwenye maeneo mbalimbali mbali ya jeshi letu. Kwa hiyo ni wajibu sasa wa hawa wakufunzi wakienda kwenye maeneo, vituo vyao vya kazi, wakaeleze nini walichojifunza na timu kuanzia hapo zinaanza kutengenezwa. Ni, shugu, ni utaratibu tu wa kiutawala, lakini soon timu zitatengenezwa, zitaundwa. Mfano hapa Mbweni tunatakiwa As, askari aska wa kike na wa kiume waletwe ambao tayari wesha walimu wa, hey, wameshawapata kutoka kwenye vituo mbalimbali. Kwa hiyo ni wiki chache tu zijazo tunaanza kuitengeneza timu nzito ya jeshi ambalo tuna imani asilimia, zaidi asilimia ya asilimia tisini ya wachezaji wa timu ya taifa watatoka kwenye hiyo timu, kwa sababu tayari tuna uwanja mzuri, kama unavyosema utashi wa uongozi tunao tayari maelekezo mkuu wa majeshi ameshatoa kwetu, sisi ni kuyasimamia tu hayo maelekezo, na tutajitahidi huu uwanja tuufunge taa kwenye mazingira mapema mno, hatua ya mapema mno, ili tuweze kuwazoesha wachezaji wetu mchana wanachezaje na usiku wanachezaje. Huu uwanja kwa ufupi unategemea kumalizika mwaka huu, naweza kukawa kila kitu kwenye huu mchoro ambao tunauona unaweza ukawa umekamilika. Ya, mpango wetu ni mwezi Desemba huo umekamilika katika hatua zote. Sasa hivi nimekueleza, hatua ya kwanza tumeshaondoka, hatua ya pili ya ujenzi wa majukwaa tuko asilimia sabini, hiyo hatua ya tatu ndio hatujaanza kwenye kuchimba, lakini tayari tumesha mobilize tofali idadi elfu nane itakaweza kujenga hilo jengo litakalokuwa na kama viongozi wetu walivyopita wa michezo wametueleza wazi kabisa, hiki ndio kinaweza kikawa kiwanja bora zaidi Tanzania, na kwa namna kilivyo tunaweza hata tukahost mashindano ya kimataifa ya huo mchezo. Ukiuangalia vizuri, una shortcut kidogo. Mechi zako tatu tu tayari unazungumzia Afrika, ukicheza mbili nyingine unazungumzia ulimwengu, yeah. sasa kuna njia nyingi za kutangaza taasisi pamoja na nchi kwenye michezo. Tusing'ang'ane tu na mpira wa miguu pase, lakini ipo michezo mingine, mmoja wapo ni huu beach soka, mwingine ni futsa. Vyote hivyo vinaitangaza nchi kwa uharaka. Naam, huu ndio uwanja wenyewe wa bichi soka uliopo katika kambi ya JKT huku Mbweni, na wakati uwanja bora unaweza kusema hapa nchini Tanzania upo kwenye matengenezo ya lala salama kabisa, ukiwa e, unaendelea na ujenzi, na ndani ya wiki hii uwanja huu utakuwa umemalizika. Lakini wakati uwanja huu ukiwa unaendelea kutengenezwa e, jeshi la wananchi kwa kushirikiana na shirikisho la soka Tanzania TFF, wakaona ni bora kuandaa kozi ya bichi soka kuweza kupata walimu, ambapo ilishirikisha walimu 24 ambao waliweza kuhitimu mafunzo katika uwanja huu na tayari wameshapata vyeti vyao. Wanachokisubiria ni kuweza kuanza kazi rasmi. Na kwa wale ambao tayari walikuwa na timu zao huko mbalimbali, wanaweza wakaende, lakini tupate walau watu ambao ni walimu walioweza kushiriki kozi hiyo. Kikubwa kilichotuvutia kujifunza kozi ya ukocha ni kulingana na mazingira kwanza tuliokuwepo, mazingira yetu ni ya ufukweni. Hapo awali tulikuwa tunacheza tu mipira ya kawaida, lakini hatukufahamu mafanikio yake. Lakini baada ya kutambua kuna mafanikio kidogo kwenye mpira wa bichi soka, viongozi wetu walishawishika kuongeza hamasa hata sisi tuweze kujifunza ili tuendeleze kueneza mchezo zaidi. Ni vingi sana tume nimevipata kwa sababu kwanza nimeuelewa vizuri mchezo wa bisoka. Naonekana ni mchezo mgumu kidogo kwa sababu tulishazoea michezo ya football hii ya kawaida. Lakini baada ya kujifunza hiyo kozi tumepata vingi kwa sababu paka sasa tunajivunia tuna uwezo kwa kuandaa timu kwa muda mfupi, na ikafanya vizuri ikatuhakikisha vizuri hata kimataifa. Huu ni mchezo mojawapo nilihisi naweza nikapata fursa kwa haraka zaidi kwanza. Mimi nipo kikosi changu sehemu naofanyia kazi ni Baharini ambapo pia na facilities zote za kuweza kucheza na kufundisha mchezo. Kimeniongezea maarifa, motisha kama hapo mwanzo nilikuwa sijapata. Lakini baada ya mafunzo haya sasa hivi naweza nikasimamia timu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na naweza nikaandaa timu ya ushindani. Pia naweza katoa wachezaji wa timu ya taifa ambao waweza kuwakilisha taifa kwa baadaye. Na facilities zinazojengewa na uona siku za usoni tunaweza kufanya vizuri zaidi kita, kitaifa kama ambavyo umeweza kuwasikia makocha wakitueleza mafunzo walioyapata na wako tayari kwa kiasi gani. Tuachane na swala la bichi soka, tuendelee kumsikiliza eh, Luteni Kanali Javan Bwai akitueleza mambo mengine yaliyoko ndani ya hii hifadhi ya Mbweni JKT hapa kwetu, licha ya mpira wa miguu kama nilivyotangulia kusema na huu sasa ambao tunautengeneza mpira wa michezo ya ufukweni. Tuna timu ya volleyball ya wanawake na wanaume ya kamandi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Uwanja wake tunao, na hivi tunavyozungumza wanajifua, wako kwenye mazoezi, tunasema mazoezi ya kina kwa ajili ya kujiandaa na ligi iliyoanza wiki iliyopita. Kila Jumamosi na Jumapili tunakuwa na mashindano ya mzunguko wa ligi, na inafanya vizuri timu ya wanawake na timu ya wanaume, na tuna uwanja mzuri wa volleyball. nje ya volleyball, vile vile tuna uwanja mzuri wa handball ambako tuna timu ya wavulana na timu ya wasichana. Timu hizo nazo zinafanya vizuri hivi tunavyozungumza wanaondoka kwenda mkoani Mara wilaya ya Bunda ambako mashindano ya klabu bingwa yanafanyika kufanyika. Naam. Na mipango iko vipi kwenye hilo? Timu yako imejiandaaje? Wako vizuri kwa wa wanawake ni mabingwa watetezi, mwaka jana mashindano yalifanyikia Dar es Salaam, mwaka juzi yalifanyikia Tanga na waliondoka wali, wali waliibuka mabingwa ndio mabingwa eh, wa mchezo. Inapofikia kwenye michezo tunaacha kazi, tunafanya kazi JKT hatuna gadogo, tukipewa jukumu tunalisimamia. Mnaenda na upepo, nini kipo mbele yenu kwa muda huo, na kwa hiyo ni imani yetu watafanya vizuri, kwa sababu wamepata maandalizi ya kutosha, na wewe mwenyewe umewaona wako uwanjani, wanapasha jua la kwao, mvua ya kwao kuhakikisha tunabaki na ushindi. Wito wangu tu, support michezo tu support michezo. Na Mbweni tumeanza kwa kupokea maagizo na maelekezo kutoka kwa wakuu wetu. Facilities za michezo zinajengwa na tunaziendelea kuziongeza, lakini vile vile majirani wa Dar es Salaam na mikoa jirani tusapoti utalii wa ndani kwa kuja kutembelea bostani yetu ya wanyama pori. Ni inasikitisha unapomwona mtoto anakuambia mnyama twiga au mbuni au pofu anamsoma na kumwona kwenye TV. Lakini kwa Dar es Salaam panafikika, ni barabara ya lami toka ulikotoka mpaka kwenye zoo unaingia Mbweni JKT. Tujenge huo utamaduni wa kuwapatia kumbukumbu watoto wetu Kumi ni kushukuru sana kwa hayo yote, asante sana na karibuni haya. Kama mbavyo umesikia, alikuwa ni Luteni Kanali Javan Bwai ambaye ni mkuu wa kikosi cha JKT Mbweni. Hakika ametueleza mengi sana sports bitakajigoledi timu zo karugira hivyo eh, ndivyo nilivyofanikiwa kukuletea kutoka ndani ya kambi ya JKT hapa Mbweni.